Bwana, unajua kuna kitu wanajiulizaga sana kuhusiana na masuala ya, ya uongozi, masuala ya uongozi, kuna uongozi wa marais na pia kuna uongozi wa makanisani. Hapo nataka kuzungumzia kuhusiana na masuala ya, ya kifo. Unajua kifo kipo duniani na Mungu mwenyewe ndo alikiweka, kifo ni siri ya Mungu. Mungu, Mungu mwenyewe ndo anajua mtu akifa wa anaenda wapi sasa nakuja kwenye masuala ya uongozi, kwa sababu kila kiongozi anakuwa na mahusiano na kila kiongozi anakuwa na, na mke. Sasa kitu ambao najiulizaga sana sana, mke wa mke, mke wa rais akifiwa na mume, huwa mwanamke naona haruhusiwi kuolewa, kuolewa na mtu yoyote, hata na mke wa mchungaji, mchungaji akifariki mke haruhusiwi kuolewa na mtu yeyote, lakini mke wa mchungaji akifariki, hapo sasa ndo utajua kuna mahusiano sasa ya mme kuoa, kwa sababu uta, utakuta wanakuambia kama kuna mabinti kanisani, watakwambia we binti, siku fulani inabidi ukampikie mchungaji ndo unakuta sasa kuna mi, sijui kama kuna sheria kusema kwamba mke wa mchungaji akifariki mchungaji anaruhusiwa kuoa maana, kwa sababu mara nyingi unakuta kweli mchungaji baada ya miezi mingapi au miaka mingapi ameoa, lakini mke wa mchungaji akifiwa, yani, kwa nini wasichukue wale vijana wa kanisani? Nasema wewe itabidi kwenye ile nafasi ya mchungaji wewe, inabidi urudi pale, lakini unakuta ndo hivyo tena. Hata kwa marais hivyo hivyo, tukiangalia marais wengi wake zao wamebaki ni wajane hawaolewi na mtu yoyote, wanabaki tu ni hivyo hivyo. <laughs> Kama kuna chochote ambacho unaweza kaongezea na huo nitizama muda huu, tondosha comment yako hapo basi, itakuwa ni vizuri sana.